Kitika ulimwengu mbadala, dunia ilianguka baada ya kuwepo kwa viumbe wasioonekana wenye uwezo wa kuamsha hisia mbaya zaidi ndani ya binadamu. Baada ya vifo vingi, manusura waligundua kuwa viumbe hawa waliwashambulia binadamu kupitia macho yao. Kwa sababu hiyo, watu walianza kujifunika macho, kuvaa miwani maalum na wengine hata kujitoa macho kabisa ili kuendelea kuishi. Bara la kwanza kuathirika lilikuwa Asia na Ulaya, ikiwemo mji wa Barcelona nchini Hispania. Siku hizi, maandisi aitwaye Sebastian na binti yake Ana wanalazimika kuondoka katika stesheni ya treni na kujaribu bahati yao mitaani wakitafuta chakula. Wakiwa wamejifunika macho, wanajaribu kuvuka jiji kwa miguu. Lakini wanaposikia kundi la manusura likikaribia, Sebastian anamwambia binti yake ajifiche, kisha anaenda kuzungumza nao. Anaomba chakula na mahali pa kukaa, lakini kundi hilo linakataa. Sebastian anamwambia kuwa anajua mahali palipo na jenereta ya umeme karibu. Ghafla wote wanasikia sauti za viumbe zikikaribia. Bila kupoteza muda, wanamuita Sebastian ajiunge nao kwenda mafichoni mwao ambayo ni gereji kubwa ya mabasi. Kwa kutumia kamba iliyounganishwa na kapi, wanafika eneo hilo ambapo hatimaye wanaweza kuondoa vifuniko vya macho yao. Ndani, Sebastian anatibiwa majeraha yake na daktari. Usiku unapoingia, anaalikwa kula chakula cha jioni pamoja na manusura wengine. Sebastian anatambua kuwa mmoja wao amejitoa macho yake mwenyewe. Mwanaume huyo anamwambia kuwa miezi kadhaa iliyopita aligundua kitu kibaya zaidi kuliko viumbe wenyewe. Baadhi ya binadamu walioweza kuwaona viumbe hao na kuishi waligeuzwa kuwa wafungwa wao wanaoitwa sias. Baada ya kubadilishwa, sias huwawinda watu wengine ili wawafanye waone viumbe hao, wakiamini kwamba kwa kufanya hivyo roho zao zitaokolewa. Baada ya kugundua tishio hili jipya, kundi la manusura lilijificha kwenye gereji likiepuka kuingiza watu wapya kama tahadhari ya kiusalama. Baada ya chakula cha jioni, wote wanaenda kupumzika ndani ya mojawapo ya mabasi. Hata hivyo, Sebastian anaamka na kwenda kwenye chumba cha kudhibiti mifumo. Akiwa huko, anapata funguo za magari na anarudi kwenye basi akianza kuzijaribu moja baada ya nyingine kwenye injini. Daktari wakundi anaamka kwa kelele na anamuona Sebastian. Baada ya kugunduliwa, Sebastian anajifungia kwenye kabini ya dereva na anaendelea kutafuta ufunguo sahihi. Mara tu anapofanikiwa kuanzisha basi, anaongeza mwendo kwa kasi kuelekea lango la kutoka. Kundi linafanya kila liliwezalo kufungua kabini na kumzuia, lakini bila mafanikio. Basi linavunja mlango wa gereji na kupinduka nje. Baada ya ajali, Sebastian anatoka nje ya basi na anaanza kuwalazimisha wanakundi wafungue macho yao, akijifunua kuwa yeye ni mmoja wa Sears licha ya kupambana manusura wanaona viumbe hao na kiongozi wa kundi anaamua kukomesha yote. Sebastian pia anamshurutisha daktari kufungua macho yake, jambo linalomfanya adhibitiwe na viumbe na kugonga kichwa chake kwenye tairi la basi. Hatimaye manusura pekee aliyebaki hai ni yule aliyekuwa amejitoa macho, kwa kuwa alikuwa kinga dhidi ya viumbe. licha ya maafa yote Sebastian anaamini kuwa roho za waathirika zimesafishwa na zimepanda mbinguni zikiondoka duniani kwenda mahali pazuri zaidi. Muda mfupi baadaye, Ana anaonekana na kumpongeza baba yake kwa kusaidia watu hao wote. Hata hivyo, safari yao bado inaendelea kwa kuwa wanahitaji kuokoa roho zaidi ili siku moja Sebastian naye aweze kupanda mbinguni na kuungana tena na Laura, mkewe marehemu. Miezi tisa kabla ya matukio haya, Sebastian alikuwa anafanya kazi katika kampuni ya enaji ya upepo. Akiwa nakumbua mitambo ya upepo, anapokea simu ikisema kuwa wafanyakazi kadhaa wamepoteza maisha katika kituo cha umeme wa maji, wakiripotiwa kujituba kwenye mitambo bila umeme kutoka kwenye kituo. Hivyo anarudi ofisini haraka, ambapo anakuta taarifa za habari zikizungumza kuhusu mauaji ya ajabu yasiyoeleweka anapofika kazini anakuta machafuko makubwa, wafanyakazi wakijiua bila sababu ya wazi. Muda mfupi baadaye, Sebastian anapokea simu ya Laura ikimwomba kumchukue ana shuleni haraka akiwezekanavyo. Anakimbia kuelekea kwenye gari yake, lakini analiona likiharibiwa wakati mfanyakazi mmoja anajitupa juu ya jengo na kulitua kwenye gari. Bila njia nyingine, analazimika kutumia treni ya chini ya ardhi. Kituo kimejaa raia wanaotaribu kukimbia tishio lisiloeleweka. Ghafla, nguvu ya ajabu inaanza kujitokeza kutoka kwenye vitunguu vya treni, jambo linalomtisha Sebastian na kumfanya abadilishe njia. Hata hivyo, viumbe wanaibuka kutoka ndani ya handaki na watu wote wanaanza kujitupa kwenye reli. Sebastian anajaribu kukimbia, lakini watu wanamsukuma hadi kwenye reli, huku treni ikikaribia kwa bahati nzuri anashikilia ukinga na kuokoka, lakini wote waliodondoka kwenye reli wanagongwa na kuuliwa. Anapofanikiwa kutoka nje ya kituo, anakimbia kuelekea shuleni kwa binti yake. Shule pia imeathirika, lakini anafanikiwa kumpata Ana darasani na kumpeleka kuelekea nje. Ghafla mlipuko mkubwa unatokea nje ya shule. Wanakimbilia kupitia kanisa dogo la shule, ambako anamkuta padre ameketi kwenye benchi. Padre anamwambia Sebastian kuwa matukio haya yanaonekana kuhusiana na kuja kwa Mungu na malaika wake. Anaamini huu ni wakati wa majaribu, na wale wanaotaka kuokolewa lazima watazame viumbe hawa moja kwa moja. Sebastian anakataa imani hiyo, akisema anataka tu kumlinda binti yake. Padre anawaacha wapite, akiamini wokovu wao uko karibu. Sebastian anamvisha Ana mkula wa mstatifu wa eneo hilo na anamwambia aweke macho yake kwenye mkula huo kila wakati. Ana anaagana na baba yake, anamzungusha jiji akiwa amefunika kichwa kwa vazi maalum. Hatimaye wanamkuta Laura nje ya nyumba yao. Familia inapokutana tena, wanaamua kuondoka Barcelona haraka. Bahati mbaya, Laura anakimbia kumvuka barabara na anagongwa na teksi. Tukirudi kwenye wakati wa sasa Sebastian na Ana wanaendelea kutembea mitaani kwa kutafuta watu. Wanakuta kundi limefungwa kwenye basi. Mtu mmoja bado ni hai, lakini anagonga kichwa chake kwenye dirisha ikionyesha kuwa aliwaona viumbe. Anapomwona Sebastian, anasema viumbe hao ni wakungana na walitoka anga za juu. Sebastian anamsahihisha akisema ni malaika kutoka mbinguni, ikionyesha kuwa sura ya viumbe hubadilika kulingana na imani ya mwathirika. Baada ya mazungumzo hayo mwanaume huyo anajigonga kichwa kwa nguvu hadi anakufa. Sebastian anaendelea na safari yake na muda mfupi baadaye anakutana na mwanamke aitwa Claire mwana saikolojia, anayejitolea kumpa msaada na makazi. Hata hivyo, ghafla anashambuliwa na wenzake Rafa na Octavio wakiwa na mbwa fulani waliojifunika macho. Wanamtimua Sebastian, lakini tena anawadanganya kwa kusema anajua mahali palipo na jenereta. Viumbe vinapoonekana tena, Rafa anaamuru waingie mafichoni, wakimchukua Sebastian. Wanafika mnara wa saa, ambako chini yake kuna kambisiri iliyojengwa wakati wa vita kuu ya pili. Ndani, Sebastian anakutana na wanakundi wengine, Roberto, Isabel na mtoto mdogo wa Kijerumani aitwaye Sofia. Rafa anamtilia mshaka Sebastian na anaanza kumujiuliza kuhusu jinsi alivyoishi na jenereta wakati ule. Sebastian anamuona Ana akimtaka aendelee na dhamira yake. Inafichuliwa kuwa Ana hayupo hai tena, bali ni taswira iliyoletwa akilini mwake baada ya kuwasiliana na viumbe. Sebastian anakiri kuwa alidanganya kwa jenereta. Rafa anataka kumuua, lakini Claire na Sofia wanapinga. Sebastian anatumia ujuzi wake wa Kijerumani kuzungumza na Sofia, anajifunza kuwa mtoto alitenganishwa na mama yake wakati wa shambulizi na anaamini mama yake yuko hai kwenye kasli. Kundi linaamua kuelekea kasli hilo, wakiwa wamevaa vifuniko vya macho, wanaanza safari ndefu. Njiani Sebastian anasababisha mbwa wakimbia. Rafa anaondoa vifuniko chake vya macho na anaangamia. Viumbe wanaanza kuathiri akili za wote kwa sauti, wakileta kumbukumbu za huzuni. Roberto anaumwa baada ya kungatwa na mbwa Octavio. Baadaye anafariki baada ya kudanganywa na Sebastian aondoe vifuniko chake vya macho. Kadri safari inavyoendelea, kuhiti inaanza kumlemia Sebastian. Sia mwingine anajitokeza kwa pikipiki na kumuua Roberto. Isabel na Roberto wanaamua kuondoa vifuniko vyao vya macho na kufa pamoja. Klea anagundua kuwa Sebastian ni sia pia. Ana inaendelea kumsukuma baba yake ya auwe watu wengine, lakini Sebastian anaamua kupinga. Anakumbuka jinsi gani binti yake alivyokufa baada ya kulazimishwa kuangalia viumbe na kuanguka juu ya jengo. Hatimaye Sebastian anaamua kumlinda Klea na Sofia anajitolea kujitoa ili wao waokoke. Anakumbana na padre ambaye ndiye alikuwa akimtawala kwa taswira ya Ana. Sebastian anamshinda padre lakini naye anafariki kutokana na majeraha. Claire na Sofia wanafanikiwa kufika kasli, ambalo kinateukwa kuwa kambi ya kijeshi. Sofia anaunganishwa tena na mama yake. Claire anapelekwa maabara. Damu yake inachukuliwa kwa ajili ya utafiti wa tiba. Inagunduliwa kuwa hisia kama majuto na huzuni zinaweza kuvunja udhibiti wa viumbe. Hata hivyo, iwapo tiba ilipatikana au la, bado ni fumbumo. Hivyo basi, umeipenda vipi filamu hii? Acha maoni yako hapo chini. Na kama umeipenda video, bonyeza like na subscribe kwa muhtasari mzaidi wa filamu.